Kijiji cha Mariwanda wilaya ya Bunda ni miongoni mwa maeneo ambayo wakazi wake wanaishi kwa kutegemea kilimo. Hata hivyo, wapo baadhi ya wafanyabiashara hutumia nafasi hiyo kwa kujinufaisha wao wenyewe, jambo ambalo mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, TOSCI inalikataa. Hairuhusiwi mbegu feki kusambazwa au kuuzwa. Yoyote ukimwona anauza, anasambaza, anachakata mbegu feki ambayo yoyote TOSCI yajathibitisha, tunaomba ushirikiano pia, utupe taarifa mara moja, ili kwamba aweze kuchukuliwa sheria za nchi, ikiwa ni pamoja na kumpeleka polisi mpaka mahakamani. Na akibainika na hatia kwa mujibu wa sheria ya nchi, faini yake ni milioni mia moja mpaka mia tano milioni au miaka mitano mpaka miaka kumi na mbili au vyote viwili. Kwa hiyo hairuhusiwi kusambazwa au kuuzwa mbegu feki nchini Tanzania kutu... Pamoja na hayo, matumizi mbolea ya mbolea yanasisitizwa ili kufanya kilimo chenye tija. Mbolea nayo ni moja ya kanuni ambazo kama mkulima unapaswa kuzifuata ili hatimaye kuweza kupata mavuno ya kuridhisha kwao. Hatua nyingine ni kufanya palizi kabla hujaweka mbolea ya kukuzia Hakikisha mkulima umetoa magugu yote shambani yabaki mazao lengwa, ili kupunguza ushindani wa virutubisho na maji ardhini, kwa sababu kitaalamu magugu yanakuwa na uwezo mkubwa zaidi ya mazao tunayotegemea. Hizi mbolea unapozitumia zinakuhakikishia um, uwiano mkubwa sana wa virutubisho ambavyo havipatikani katika ardhi. Kwa kufanya hivyo, mazao yanakuwa na wauzaji ambao ni mkubwa sana. Haya yote yanafanyika ili kumfanya mkulima kuwa na uwezo wa kutambua, kununua na kutumia pembejeo bora za kilimo. kutoka Bunda mkoani Mara, Joyce Mwakalinga FM.